Tena ndani ulimwengu wa vibanda umiza, na leo tunaingia moja kwa moja na kwenda kuvunja kuvunjavunja movie ya kwanza kabisa katika mfululizo wa hizo movie za Predator. Na hii movie ni movie ambayo ilitoka mnamo mwaka 1987 na, na kwa sisi ambao tulikulia uswahilini kabisa, yani katika vibanda umiza, tuliamini kitu kimoja, kwamba hii movie sasa ilikuwa ni movie ambayo inahusika na mambo ya majini, yani na kutokana na hilo tukaita hii movie Anodi la Jini, ile kiwalisia, baada ya kukua kujua ngeli hapa na pale, Umeona, tuligundua kitu kimoja kwamba hii muvi ilikuwa ni science fiction, umeona mpaka hapa na vile vile ilikuwa kimuhusu kiumbe kimoja hivi kutoka nje ya dunia, ika alien alikuwa kitwa Yautja au maarufu kabisa yaani kama Predator. Na kwa washikaji ambao wanafuatilia vizuri kabisa ulimwengu wa Predator, ni kwamba sasa hivi viumbe vya Yautja vilikuwa vikitoka katika sayari moja kabisa nje ya dunia au maybe nje ya galaxy inayoitwa Yautja Prime, na wa Yautja sasa walikuwa na utamaduni fulani hivi, yani vijana wao wa waona, wanapofikia umri fulani, wanakuwa wanawachukua na kuwasafirisha katika sayari mbalimbali kwa ajili ya kuwinda, umeona mpaka hapa na vile vile sasa, umeona na, vijana, yani na ume trofi mbalimbali mbali za mifupa . Basi hawa viumbe sasa wanazidi kuheshimika mona, katika ulimwengu wao na vilevile vile pia wa Yautja sasa walikuwa si wanaua tu viumbe vya hapana pale, hapana, kazi ya kubwa kabisa sasa ilikuwa ni kwenda na kuua viumbe vile ambavyo vinaonekana vina ushujaa fulani na vile vile pia hii movie yetu ilikuwa ikiteki place katika time fulani hivi ambayo Marekani sasa ilikuwa katika Cold War pamoja na nchi moja ilikuwa ikiitwa Soviet Union, umeona mpaka hapo. Kwa hiyo hapa tulikuja kukutana na kikundi kimoja hivi ambacho kilikuwa kiongozwa na jamaa mmoja anaitwa Dutch, na huyo Dutch sasa, kikundi chake kazi kubwa kabisa sasa ili kwenda kuokoa wanajeshi wa Marekani katika sehemu mbalimbali duniani, umeona mpaka hapo. Ila kwa bahati mbaya sasa baada ya kuichukua hii kazi ya kunakomboa watu fulani katika misitu fulani, kwa bahati mbaya sasa kitu ambacho walikutana nacho kilikuwa kisio kitu cha kawaida. Na je, ni ishu gani hasa ambayo Dachi pamoja na wenzake walikutana nayo katika misitu ya Amerika? Na kama wewe ni mara ya kwanza ndani ulimwengu Vibanda Umiza, usisite kusubscribe na katika sini ya kwanza kabisa ndo tunakutana na spaceship hapa, ilikuwa kiambamba karibu na uso wa dunia, na bila shaka spaceship sasa ilikuwa ni spaceship, ndani yake sasa kulikuwepo na waviumbe ambao tunawaita Yautja AK Predator na tunaona hapa spaceship inaachia shuttle fulani hivi ambayo tumekuja moja kwa moja kutoka ndani ya space na kuingia moja kwa moja katika uso wa dunia. Na bila shaka sasa ndani ya shuttle kulikuwepo na Predator, na bila shaka Predator lingekuwa moja kwa moja sasa katika misitu ya Amerika ya Kati, katika nchi fulani ambayo haikutajwa katika movie yetu. Ila baadaye kabisa sasa kwa washikaji ambao walicheki ile movie inaitwa Predators, umeona mle ndani tutatambua kitu kimoja, kwamba maybe hii nchi ilikuwa ni nchi moja inayo tuagwate mara ila kwa bahati mbaya, kwa ni kwamba katika wa kwanza tulikuwa tujui ya ninja ina gani, uona mpaka hapo. Na kama nilivyosema mwanzo kabisa, ni ma-Predator ya Yautja, mara nyingi huwa anachagua sehemu ambayo sasa kuna mifarakano au vita vya hapa na pale, ili kuangalia watu gani hasa ambao walikuwa ni mashujaa. Na kwa washikaji ambao wanajua vizuri kabisa historia ya Marekani pamoja na historia ya nchi hizi za Amerika ya kati pamoja na Amerika kusini ni kwamba sasa hii nchi iliko katika civil war, yani kati ya serikali pamoja na waasi. Kwa hiyo ilikuwa ni sehemu nzuri kabisa, yani kwa Predator kwenda pale kuangalia mashujaa ni kina nani, umeona mpaka hapo. Na kwa bahati mbaya ni kwamba sasa, kwa washikaji ambao wanajua historia ya Marekani pamoja na Urusi ni kwamba sasa mara nyingi umeona katika hizo civil war, yani kati ya waasi pamoja na serikali, CIA pamoja na KGB huaga mara nyingi, yani wanakuwa wanapambana katika kusapoti upande mmoja na upande mwingine, kwa hiyo sasa umeona mpaka hapo, ndani ya hii misitu ya nchi isiyojulikana umeona na mpambano sasa, kati ya CIA kutoka Marekani pamoja na KGB, umeona kutoka Urusi. Na kutokana na hilo sasa, wajamaa jamaa CIA walikuwa wakituma watu wao, ila kwa bahati mbaya, watu wao walikuwa wakipotea, yani wengine wanafariki na hawajui kitu gani hasa ambacho kinaendelea. Na kutokana na hilo wakamtumia mchizi mmoja hivi aliyekuwa kitwa Dillon na udilo ni kabla ya kuingia katika kikundi cha CIA alikuwa ni mwanajeshi huyu umoja wa jeshi la Marekani, na vile vile pia sasa alipambana katika misitu ya Vietnam, umeona mpaka hapa, na vile vile alikuwa na urafiki sasa na jamaa mmoja hivi alikuwa kitwa Dutch, umeona mpaka hapo. Na Udachi alikuwa na kundi lake ambayo kazi kubwa kabisa sasa ilikuwa ni kwenda kuokoa watu au kuokoa wanajeshi ambao walipotea sasa katika uwanja wa vita sehemu mbalimbali, ila kwa bahati mbaya ni kwamba sasa kikundi cha Dachi umeona kilikuwa kifanyi mauaji. Kwa hiyo sasa, umeona udilo ni sasa alibuingia Dachi kwa njia fulani hivi umeona, kama hii mission yake ya kwenda kule ni mission fulani ambayo sio ya mauaji, ni mission tu ya kwenda pale na kuokoa watu na kuchomoka. Ila kiuhalisia sasa, umchizi alikuwa ajui kitu gani hasa ambacho kinaendelea, yani yani hawa watu wasiyeye ambao walitumwa sasa, umeona kwa nini walikuwa kipotea yani na kweli kabisa mchezi wetuwa Dilon wasee, yeye akachomoka akaenda kukutana na makomandoa waumona kwa ajili ya uokoaji, na likundi kama nefusmonjwa kabisa ilikuwa likiongozwa na mchezi wetu anaitwa Dachi au maarufu kabisa yani kama Arnold Schwarzenegger, na hapa ndio tulifanikiwa kupata bonge moja la hendsheki katika ulimwengu wa sinema kati ya Dilon pamoja na Dachi. Ila kwa bahati mbaya sasa mwaka jana mchezi wetu huyu Dillon aka Carl Weathers umeona alifariki dunia. Rest in peace, Carl Weathers. Na vilevile sasa, vile ukitaka kujua vizuri kabisa kuhusu movie za mchezi wetu Carl Weathers, character maarufu kabisa aliocheza alikuwa ni character ya Creed ambayo tumeiona sasa katika mfululizo wa movie za Rocky, na vilevile vile pia legacy yake imeendelea katika mfululizo wa hizo movie zinazoitwa Creed ambazo zinachezwa na mchezi wetu huyu Michael B Jordan. My DNA. Na kwa mara nyingine tena, rest in peace, Carl Weathers. Na baadaye ndo tunaona wanajeshi wa kukodi au wakiongozwa na Datu wanachomoka kutoka pande za Marekani na kuingia moja kwa moja sasa katika pande ya misitu hii ya Amerika ya Kati, na tunaona hapa walikuwa ndani ya chopa, na mara nyingi kwa washikaji sambo, wanapenda zile ni kwamba sasa kuna ishu moja ya ajabu sana miuti ya mgongo ilikuwa imeondolewa na swali kubwa la kujiuliza ni kwamba je, waasi wana uwezo kabisa, yani umeona, wa kuchuna ngozi wa binadamu? Umeona na kwa kutumia vifaa gani? Kwa bila shaka, kuna ishu moja ambayo sio kawaida ambayo ilikuwa ikiendelea katika misitu. Na kweli kabisa, sasa ni kipindi ambacho Yautja huyo Predator alikuwa akiwachola kwa mbali kabisa, yaani kwa kutumia kamera special kabisa ya mionzi ya joto na kweli baadaye kabisa tunaona dachi pamoja na wenzake wanafanikiwa sasa kuipata hii kambi ya waasi katika misitu ya Amerika ya Kati, umeona mpaka hapo, na wanafanikiwa sa kuingia ndani mule kwa ajili ya kuokoa watu. Ila kwa bahati mbaya sasa, waligundua kitu kimoja kwamba okay, hii kambi ya waasi sasa ilikuwa na uhusiano na taifa la Soviet Union. Huo na baka na, baadaye kabisa Dutch pamoja na wenzake waligundua kitu kimoja kwamba okay, mission yote ya kuja hapa ilikuwa sio mission ya kuokoa wanajeshi ambao walikuwepo katika MC, tulikuwa ni mission umeona, ya kupata nyaraka umeona, ambazo zina connect nchi umeona, pamoja na wasi wake pamoja na taifa ili la Soviet Union. Kwa hiyo in short ni kwamba ilikuwa ni kazi chafu ya CIA, na hiki kitu kilimuumiza sana Dutch. Akasikia kitu kimoja kwamba mchizi wake Dillon huyo, umeona, ambaye alikuwa kimwamini kabisa walikuwa wote Vietnam, umona katika vile vita, ni mtu ambaye alikuwa kawauza ni umona kwa ajili ya kufanya kazi kwa ajili ya CIA anafanikiwa kumkamata mdada mmoja hivi anaitwa Ana, na bila shaka huyu Ana alikuwa ni mmoja wa memba wa waasi katika hii nchi. Na kwa sababu sasa mission ilikuwa imekamilika, na Dilo alikuwa amesikia kitu kimoja kwamba okay, zile nyaraka ambazo alikuwa akizihitaji katika msitu alikuwa amezipata, basi safari ikaanza sasa kuchomoka kutoka katika sehemu kuna moja kwa moja, sasa unaona katika sehemu nyingine karibu na mpaka kwa ajili ya kuchukuliwa na chopa ya CIA ila sasa ni kipindi ambacho umeona Yautja Predator alikuwa kashawachora ni yani. umeona wanajeshi wote wa Marekani, akajua kitu kimoja kwamba okay. Uh, wanajeshi wa wajeshi la wa Marekani ambao inaongozwa na Dutch, umeona ni watu ambao wanastahili umeona kuwindwa na yeye yeah, yeah, kama shujaa wa Yautja na kama nilivyosema mwanzo kabisa wa Yautja wakati, kwa utamaduni wao wa kuwinda mawindo mbalimbali, wao wanawinda sasa yale mawindo ambayo wanahisi, umona, yatakuwa na uwezo wa kuleta upinzani aina fulani hivyo. Kwa bila shaka Dachi na wenzake walikuwa ni aina ya ina, mawindo ambayo Yautja sasa na vilevile cha kuongezea ni kwamba katika kikundi kulikuwepo na mwindi mwekundu mmoja hivi anaitwa Bili na Bili sasa katika ikundi alikuwa ni traka, na vilevile pia sasa alikuwa akivaa ilizi fulani hivi, na ilizi sasa ilimpa ishara fulani hivi mnakwamba katika msitu kuna vitu fulani ambavyo sivyo vya kawaida ambavyo vinaendelea katika hii misitu, na hivi vitu ni veri veri hivo na Predator alikuwa na teknolojia fulani vya kutoonekana kwa muda wote huo. Umona alikuwa akiwachora, yani umona juu ya miti akiambaambaa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Nachokuongezea tu ni kwamba ni nafasi au character ya Predator mara kwanza kabisa ilichezwa na jamaa mmoja maarufu kabisa katika ulimwengu wa Hollywood, alikuwa akiitwa Jean-Claude Van Damme, ila baadaye ikaonekana kwamba character ilikuwa ni character fani ya kituko, na kutokana na hilo sasa, ni nafasi akaja kupewa mchizi mmoja hivi, alikuwa akiitwa Kevin Peter Hall, ambaye kwa bahati mbaya alifariki dunia mnamo mwaka 1991 na hii character ya mchizi ni character fulani ambayo hatuwezi kuisahau kutokana na hilo.

na msako wa predator umeona, kwanza kumuua askari mmoja baada ya mwingine unaanza mara moja, na kwa bahati mbaya kabisa, mtu wa kwanza kabisa kufariki dunia au kuuawa na predator kwa mwingine alikuwa ni jamaa anaitwa Hawkins. Katika harakati zake sasa za kumkimbiza huyu mdada anaitwa Anna, na Anna anasema kitu kimoja, bwana dada, ndani ya msitu, yaani kuna nguvu moja ya ajabu ambayo inaua watu, umeona mpaka hapo. Na mtu wa pili kuuawa alikuwa ni mkizi mmoja hivyo anaitwa Brain Cooper, ambaye kwa bahati mbaya sasa umeona aliuawa kwa kutumia silaha special ya predator inaitwa Plasma na hapa pia tulifanikiwa kupata moja ya sini bora kabisa katika ulimwengo wa Predator baada ya mchezo wetu anaitwa Mac huyu mona kufanikiwa kuona macho haya ya kijani kabisa ya Predator na vilevile vile pia sasa mona, baada ya kulipua ndani ya msitu, tuligundua kitu kimoja kwamba Predator huyu mona alikuwa na damu rangi ya kijani kabisa tunafanikiwa kumwona Predator hapa akijitibu kwa kutumia teknolojia yao hii kutoka katika sayari ile inaitwa Yautja na vile vile. Baadaye kabisa tunamuona Dutch hapa anakumbana naye na kumuuliza ukweli kabisa, kitu gani hasa ambacho kinaendelea katika msitu, na anasema kitu kimoja bwana, okay, katika msitu umeona kuna kiumbe cha ajabu sana ambacho kinabadilika kama kinyonga, na kiumbe sasa umeona kinaua, na bila shaka hiki kiumbe mmekijeruhi yani, na damu yake ni rangi ya kijani. Na hapa ndo tunafanikiwa sasa kupata msemo mmoja maarufu kabisa katika ulimwengu Predator kwamba if it can bleed we can kill it, yani kama iki kiumbe kinatoa damu, basi bila shaka tuna uwezo wa kukiua na hapa Dachi pamoja na wenzake wakaamua kutengeneza mitego kama ni kitu kimoja, kwamba hii ndio njia pekee sasa ya kupambana na kiumbe kinachoitwa predator. Ona akaamua sasa kumwambia Dachi bwana, da yani ya, nimewaleta katika sehemu ambayo ni, ni, ni, ni, ni Dilon na hizi sini mbili sasa za Mark pamoja na Dillon kuua kuuawa Predator ni, ni moja ya sini bora kabisa kabisa kabisa katika ulimwengu wa movie za Predator. Na hizi za Dillon kuuawa zilimshtua sana Billy na Billy akaamua kubaki nyuma sasa kuondoa ilizi na kujichanja kwa ajili ya kupambana na huyu Predator. Na, huyu na sini pia ni moja ya sini bora pia katika ulimwengu wa movie za Predator na kama tulivyotarajia sasa, Billy naye pia anauawa na Predator, na alikuwa na na na anayefuata, ali ali George Ramirez aka Poncho, na akimbie na asiguse silaha yoyote ile kwa sababu alimini kitu kimoja kwamba predeta amona hakumuuana ndani ya msitu kwa sababu bwana sasa hakuwa na silaha yoyote mkononi, na msako ndani ya msitu unabaki kati ya lanshofa kaidachi pamoja na predeta. Na hapa sasa umeona huo msako ni moja msako fulani legendary kabisa yani, katika ulimwengu wa movie za predeta. Na vile vile pia tuitambua kitu kimoja kwamba umeona Dutch alifanikiwa kujificha dhidi ya pideta kwa kujipaka matope na mara tulikuwa, tulikuwa hatujui kwa nini hasa, yani, ile tope ilimsaidia mchizi wetu ya kwanza tunaangalia hii movie, na vile vile pia kuangalia movie mbalimbali za ulimwengu wa pideta tuligundua kitu kimoja, kwamba pideta, yani, ili aweze kukuona lazima sasa umeona jotoridi la mwili wako liwe kubwa, umeona na nzuri kabisa katika movie ya Predator 5 AK Prey. Kwa hiyo sasa ilitopi ilishusha jotoridi la mwili wa Dachi, na Predator ilishindwa kabisa kumtambua au kumuona Dachi katika ulimwengu wa movie za Predator. Na Dachi alitambua kitu kimoja kwamba hawezi kupambana na Predator mkono kwa mkono, na kutokana na hilo Dachi akatumia akili kubwa sasa, akandaa mitego ya hapa na pale kwa ajili ya kupambana na kikiumbe hichi kutoka nje ya dunia ile ila kwa bahati mbaya sasa pidata huyu yaucha alifanikiwa kumkamata Dachi na hapa sasa kidogo, yani pidata kaanza kumshangaa kidogo Dachi ni kiumbe wa aina gani? Kwa sababu kaua binadamu wengi sana ndani ya dunia yetu hii, ila hakuna kiumbe kama Dachi yani kwa kabidi sa mchizi yani, amwangalia vizuri Dachi. Je, mchizi ni binadamu au sio binadamu? ila hapa sasa, Yautja Predator alifanya mistake moja mbalimbali, kumpa heshima Dachi, especially gogo ili na kumpiga na kumpiga na na kumumiza vibaya sana yani. Na hapa ndo tunaingia dipu kidogo sasa katika yautja mythology au predator mythology. Yani hapa sasa predator akishagundua kitu kimoja, kwamba da game hapa ni over, yani umeona, mpaka hapa. Na kutokana na hilo sasa akaamua kuchukua kibomu chake kujilipua muona, ili kuondoa evidence zote za uwepo wa yautja katika uso wa dunia yetu hii. Na vile vile pia yani, kwa sababu wengi bado wamecheki movie mbalimbali za predator, ni muda mwafaka pia, umeona, wa kuiachia ndege yao ambayo wameingia nayo katika uso wa dunia ichomoke kutoka hapa na kurudi sasa katika sayari yao ile ya Yautja Prime, ila kwa bahati nzuri dach anafanikiwa kukimbia na kwa bahati nzuri zaidi anafanikiwa kuokolewa sasa na chopa ili ya taifa la Marekani, na kiuhalisia yani ingawa dacha alikuwa kafanikiwa sasa kukimbia na kuokolewa katika huu msitu, ule kiwalisia alikuwa amekiona cha mtemakuni, na tunaona hapa, dacha anaingia moja kwa moja ndani ya chopa na kutulia, na maybe kurudishwa katika taifa lake la Marekani. Na kwa ujumla hii movie yani, ilikuwa ni movie fulani ambayo ni nzuri yani, na vile vile ni movie fulani ambayo inatupa nostalgia kwa sisi watoto ambao tumezaliwa miaka ya 90, unaona mpaka hapo. Ila binafsi naamini kitu kimoja, kama movie ya pili ya Predator yani ni movie ambayo ilitupa information nyingi in zaidi zaidi zaidi kuhusu ulimwengu wa muvi za Predator. Na naamini sasa muvi ya Predator 2 ni muvi bora zaidi, kimtindo fulani vikompea na muvi ya kwanza ya Predator, na nikipata nafasi nitavunjavunja tena sasa hii muvi ya pili ya Predator aka Predator 2, na kwa review ambazo zinafuata katika ulimwengu wa Vibanda Umiza, stay tuned.